Mimi nimeathirika kutokana na kutumia mtandao kama kuwekeza pesa zangu benki, kufanya mambo mengine kadhalika, lakini sana sana sina hata pesa ya kutumia kwa sasa kutokana naenda, naenda benki gani kutoa pesa? Maana nimezoea NMB mkononi niende kwa wakala nitoe nitumie. Sasa ndo kama hivyo, mambo ni mengi, tupati wifi, hatupati network Plasi ya ikai kai ikai tupo tupo tu tuna tunakuwa na unatugufisha katika masomo yetu, kwa sababu huwa tunatumia mitandao kwa ajili ya kusomea kwao, tunakuwa tunapata shida pia katika mawasiliano vile, kwa sababu wenzetu kufanya discussion group hivyo tunakuwa tunapata shida. Changamoto nyingine huwa pia tunarushiwa nini vile tunarushiwa kama kis video ambazo si zza kufanya vile shughuli zetu, kama vile ukitaka kujifundisha udaktari, pia unaongewa video vile unaonyeshwa jinsi ambavyo utakavyofanya. Mimi mi nauza bidhaa mtandaoni, lakini sasa toka mtandao hakuna, naona biashara yangu kaiendi kabisa. Huwezi kusoma bila internet. Kuna mambo kibao na lazima utumie internet, so mtandao hii tena na katika kwenda ya pili, intaneti hatupati kwa kidogo, inatupa shida kwenye kusoma.